Na nikiendelea na maswala ya sherehe za Krismasi ni kwamba Wakenya walijitokeza kwa wingi makanisani leo hii kuadhimisha ibada ya Krismasi kuashiria kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Katika kanisa la Holy Family jijini Nairobi, waumini walisherehekea sikukuu hiyo ambapo Padri Robert Chris Ndungu aliwahimiza kuzingatia maadili na huruma katika kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Akitoa ujumbe wa msimu wa sikukuu kwa Wakenya wote, Askofu Mkuu Philip Anyolo pia amewataka viongozi, wakiwemo wanasiasa, kuendeleza injili ya amani na kufanya kazi kwa ajili ya ustawi wa taifa na wala si kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Wakenya walijiunga na ulimwengu kuadhimisha sikukuu ya Krismasi kwa, kwa kujitokeza kwa wingi katika maeneo ya kuabudu. Katika Kanisa la Holy Family jijini Nairobi, waumini walisherehekea siku hii ambapo wito wa kuzingatia maadili na huruma katika kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo ulisheheni. I want to take this chance to wish you a Merry Christmas 2025. I take the opportunity to assure you of our prayers and also I take the opportunity to encourage you as brothers and sisters and as Kenyans to take this moment katika kaunti ya Vihiga, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi alihudhuria ibada ya Krismasi katika kanisa la Save International Ministries, ambapo aliwahimiza Wakenya kutumia siku hii ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo kutafakari na kuwa na imani kwamba hakuna jambo haliwezi kutendeka iwapo watamwamini Mwenyezi Mungu. so... We are here so so that that we we can can learn to to have faith, to believe, so that we can avoid doubting. That is why we are in a sanctuary like this. Hata hivyo, baadhi ya Wakenya walielekea maeneo ya burudani ikiwemo fukwe za bahari katika kaunti ya Mombasa ambapo wageni wengi wamefurika. Nimeenda barini Nyali Beach, Mama Ngina ndo nimefika hapa kuona pembe, yaani kote ni kuzuri, unapata tulizosherekea, tushee, tusaidia hata wale wajiwezi, tuwasimamie zile sehemu naweza tembea. Ni kama hapa Mapembe, nimefurahia, watoto wamefurahia kuja kupigwa picha mahali hapa. Kutoka hapa nitawapeleka feri. Kaunti ya Kajiado, wafanyabiashara wamepatia donge nono katika biashara ya uuzaji nyama msimu huu kuliko mwaka jana. comes to the business

Katika kaunti ya Kakamega wajane Walikweani nao hawakuachwa nyuma katika kusherehekea Krismasi kwa kupokea msaada wa vyakula vilevile, kaunti vile ya Kisumu ikiandaa Krismasi kwa kishindo, huku wakiandaa mashindano ya magari siku ya Jumamosi jijini jijini Kisumu. Anya nije hapa siku ya leo ni kuweza kuchukua ile kidogo ambayo niko nayo nisikule peke yangu, nikule na watu ambao watu wengi kwa jamii huwa hawakumbuki, wanaitwa wajane. Kasema siku ya leo nitajinyima, nitafute ile kidogo, tugawe kidogo kidogo, tufikie wajane wote.